Kwanza maiti hunena. Ibn Temia katika fatawa zake aliulizwa, hal yasmau lmauta, swali likwani, hawa hawalokufa usikia? Qala naam, yasmauna wa wayatakalamuna, natamani kaumu zangu aniua bima ghafara likwai, jambo gani Mwenyezimungu amenisamehe mimi wajalani min almukramina. Hapa kuna kuna mawili, kwanza maiti hunena

jamaa kupambania tena fulani mekuya, fulani mekuya. Je, habari gani huko duniani? nyumba yako namna gani? Meuzwa masala madrasati? nuru yamekusha vipi huko masala? riadha yamekusha vipi? adhiba bihi laumil hawe hao mipeko kwa babake motoni huyo kwa nini? Mbona hakuya huku mpaka umekuya wewe? Habari zote unazo. Muhamad Abdul Wahabi, Shekh lwahabia, katika kitabu chake Ahkamu Tamanil Mauti ameenea, kuna mtu moya alimkafini mtu wake, akaona zile nguo hazifai. Mngine akafa, kaambia kama pekee mtu wangu abadilishe sanda, akaenda kabadilisha sanda, ka baada ya kuzikwa. Muhamad Abdulwahabi hayo kitabu ambacho kimekubaliwa na wenyewe na kina rakmu ya tasjili ati mashekhi wetu amesingizia. Kimetiwa na rakmu ya tasjili na na rakmu ya faskhi rak... kile kitabu kina zitu zote, Saudi kaki amekubali, kaki angalie wenyewe Saudi well, mkubali. Walipoulizwa Sheikh Saudi ambaye amena maneno sio itikadi yake, akaamb hake kusahihisha kitabu hiki. Kwa nini ukikitoa kwa kusahihisha, ntafikiria jawabu. Basi maiti usikia, huona na ukhabari wanayo pale, ukiondoka, wainahu la yasmau hafifan lialikum hafif, tartibu azatartibu, maiti usikia. Ndio mtume akimwona mtu ada kuzuru amevaa ziatu pita katikati ya makaburi, mwambia ikhla siptiyateka, vua ziatu zako, fakad adhaita wa anaita, umeudhi umetia dhiki wewe na ukenda uketi na adabu na uketi na maiti kama uketiwa na mtu alio hai. Kama ni yeye kweli ule mtu wangaliketi namna hiyo? Enda kwa mzuru mwana chuoni walii dunia nzima uketi unyoshe maguo kweli, kama uko hai wangalifanya namna hiyo? Kenda kwa mzuru mtume mwekele. Hadithi aliyopokea Alqadhi Sha Iyadhi kwa isnadi iliyo sahihi, kumpokea Imam Malik alipoulizwa al na mfalme, So na na mfalme je, nikimzuru mtumi nekele kibla ni mekele, kamba lima tasrifu wajhaka an rasulullah sallam utaondosha vipi uso wako, na mtume wa huwa shafiiuka ndio mwenye kuombea mwekele. Ahaaha, sheikh sabil tini pale katika khutba huomba dua, huomba nani? Mungu. Umekelewa wapi? Umekelewa wapi? Utaelekea kibla, uzungumze naye, kibla utamwekelea, ndio adabu yake. Umekelewa ile mkula muajiha